Uh, leo nimekuja kuwakumbusha kwamba mapenzi ni ishu ya inayohitaji contribution kwenye pande zote mbili. Yaani pande zote mbili zinahitaji contribution, sio ishu ya upande mmoja. Kwamba upo kwenye mapenzi, upo kwenye mapenzi na mtu unampenda sana, lakini there is something you get in return. Sio kwamba tuna tunapenda ili tupate vitu turudishiwe uh -huh. Kuna mzani yani, kuna kitu tu cha kupima kwamba, je, hapa nilipo ni sahihi au sio sahihi? Unajua kabisa kwamba upo sehemu sio sahihi, na kuna kitu kinakwambia kwamba upo sehemu ambayo sio sahihi, lakini unaendelea tu, kwa sababu unajua unapenda. Yani unajua kwamba huyu ah, mtu ninampenda, yani nampenda. Kwa hiyo hata kama sina uhakika kama yeye ananipenda mimi, kumpenda inatosha? Ah, hapana, haitoshi. Unachokifanya hapo ni sawa na Afu, una ndoo ya maji unamimina, unamimina maji. ndoo yako ya maji imejaa, unamimina maji yote kwenye kikombe. Yani na maana mtu unayempa kitu hayupo tayari kuchukua, na hawezi akachukua kila kitu ambacho unampa. Una unafanya vitu vingi sana, vitu vingi sana vya venye value, vya kumjali, lakini yeye ajali, ajali kabisa yani upande wako. Kwa hiyo ni vizuri kutathmini kujua upo upande gani kwenye hiyo ishu, yani, je, unaempenda anakupenda kweli na je, inastahili kuendelea kubaki au kuondoka? Wapo wengi wapo kwenye mahusiano ambayo ni toxic, yani kuna vitu kabisa unaona kwamba vitu havipo sawa. Una muda unaompa yeye, yeah, hakupi muda kama unaompa upo chini, unahisi kabisa kwamba upo chini, unahitaji mtu wa kukushika mkono wa kukupa ushauri wa kusimama na wewe, lakini unaona kabisa hiyo, unaona kabisa moyo wako una give much more than what you receive. Kwa hiyo tuweni makini sana, alafu hamna kitu kingine kibaya, kama haupo tayari kuwa na mtu, lakini unashindwa kumwambia kwa sababu anakupenda sana, au kwa sababu unaogopa kumuumiza bora umwambie. Yani mi napenda sana watu ambao wapo straight, yani kwamba umemfata anakuambia na mtu au sipo interested. Lakini sio kwa sababu amekuja mara ya kwanza, umwambie sipo interested. Kaja mara ya pili, kaja mara ya tatu, moyo wako bado haujafunguka kukubali kwa naye, unamkubali kwa sababu tu unaogopa kumuumiza, au amesumbuka sana akasumbuka sana, ngoja tu nimkubalie. Unamuumiza, yani hapo unamtengenezea bomu kwa sababu atakuja mtu mwingine ambaye upo tayari kuwa naye. Huyu hautokuwa tayari kwa naye na hujawahi kuwa tayari kuwa naye, utamwacha na ukimwacha, utamuumiza zaidi kuliko hata pale mwanzoni ulivyo. Ungemwambia kwamba i'm not interested au sipo tayari, ingekuwa ni bora zaidi kuliko kumkubalia ili umridhishe tu moyo wake. Wewe moyo wako hujaridhika Ukiendelea kuwa naye, ukipata mtu ambaye moyo wake moyo wako utaridhika kwake, utamwacha na utazidi kumuumiza zaidi. Kwa hiyo jamani, situangalie je, tu sehemu tuliopo ni sehemu sahihi. Je, tunapendwa sehemu tuliopo? Sio kwa sababu tunapenda sana ndio tuwe tayari kufa kwa sababu ya mapenzi, kufanya kazi ambayo haustahili kupata malipo ambayo utakuja kuyapata baadaye. Kwa hiyo jamani, tuwe makini sana. Dakika tatu zangu zimeisha, time out.